Madaktari nchini wamesema Shirika la Afya Duniani WHO kuidhinisha dawa mpya iitwayo Lenacapavir inayozuia maambukizi ya virusi vya Ukimwi kwa asilimia 99.9, ni hatua kubwa, wakiitaka serikali kuhakikisha dawa hiyo inaletwa nchini hasa katika wakati huu ambao Tanzania inapambana na ugharamiaji wa huduma za VVU na Ukimwi. Dawa hiyo inatolewa kwa sindano mara mbili kwa mwaka, imezunduliwa na Mamlaka ya Chakula na Dawa Marekani FDA. Kauli hiyo wameitoa wa leo Alhamisi, Juni 19, mwaka 2025 katika Kongamano la Kitaifa la Tiba linalokwenda sambamba na maadhimisho ya miaka 60 ya Chama cha Madaktari Tanzania MAT linalofanyika jijini Arusha. Mtaalamu wa masuala ya afya ambaye amefanya tafiti kadhaa katika masuala ya VVU na ukimwi na mkurugenzi kutoka Afya Check, Dk Isaac Maro amesema mapambano ya kusaka dawa yamekuwa kwa kipindi kirefu na kila taarifa inapotoka hutoa matumaini. Amesema kwa mwaka huu pengine hii ndiyo taarifa njema zaidi kwenye mapambano hayo, kwa kuwa mpaka sasa dunia haijagundua dawa ya kuangamiza kirusi cha ukimwi. Kwanza kabisa ni vyema tujue kwamba mapambano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi yamekuwa kwa muda mrefu sasa kuanzia mwanzoni wa miaka ya 80 mpaka leo. Kwa hiyo kila taarifa inapotoka ya, ya maendeleo fulani huwa ni taarifa kubwa, na kwa mwaka huu naomba tu labda niseme pengine hii ndio taarifa kubwa kabisa, uh, kwenye mapambano haya kwa, kwa sababu mpaka sasa tunajua kwamba hatujaweza kugundua dawa ya kutibu na kukiua kabisa kirusi cha Ukimwi. Kwayo tunachofanya sisi ni kujaribu kuimprove au kuboresha dawa zilizopo ambazo zina kifubaza tu kirusi e, cha Ukimwi. Sasa moja ya changamoto ambayo imekuwepo kwa muda mrefu sana ni kwamba dawa zilizopo zimekuwa zina e, zina karaha zake. Moja ya karaha zake ni kwamba inabidi unywe kila siku na huku nyuma, kwenye tafiti kwenye maabara zetu, pambano ambalo limekuwa likiendelea sana la kitafiti ni kujaribu kutengeneza dawa ambayo itaweza ikaondoa kadhia hiyo, pengine labda iwe unakunywa mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi au vipi, ambavyo hivi ndio imekuwa. Ndio ukiuliza watu ambao wanatumia dawa hizi watakuwa wanakuambia ndio ambacho walikuwa wanakitamani. Kwa hiyo hii ni taarifa nzuri kwa sababu eh, hatimaye sasa eh, kumepatikana dawa ya kufubaza virusi vya Ukimwi ambayo yenyewe ina inaweza ikawa inachomwa ina, ina, ina mara mbili kwa mwaka, nikimaanisha kwamba miezi sita uh. Hii inaitwa long acting injectable na huu ni ugunduzi mzuri na ni ni hatua nzuri sana. Um, hii ni, naweza kusema kwamba labda inatupeleka kwenye kuendelea kuwa na hope kwamba hatimaye tunaelekea kwenye kupata ufumbuzi eh, wa namna ya kukifubaza kabisa uh, kirusi cha Ukimwi of course wakati tunaelekea kwenye namna ya kukiua kabisa na mimi ukiniuliza naweza nikasema kwamba uh, huu ndio mwelekeo mzuri uh, na inapokuja kwenye eneo lake ambalo ni eneo ambalo tunasema si ni pre exposure prophylaxis, ambapo maana yake ni kwamba unatumia ili kuzuia usiweze kupata maambukizi, naona pia ni maendeleo mazuri zaidi, kwa sababu uh, tunataka tufike hatua ambapo maambukizi hayawezi kutokea halafu hapo tukiwa tumezuia sasa maambukizi yasiweze kutokea, tuendelee na pambano la kuendelea kutafuta fumbuzi kwa wale ambao tayari wana maambukizi. Kwa hiyo mimi ukiniuliza, uh, tunaelekea pazuri na hii ni taarifa nzuri sana, na kama nchi ninaamini kabisa kwamba tunafika na kwenye ile ziro ambayo tumekuwa tunaizungumza muda mrefu. Uh, naamini kabisa kwamba tunaelekea huko. Rais mstaafu wa MAT mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na Daktari bingwa wa mifupa Taasisi ya Mifupa Muhimbili moi Dr Shadrack Mwaibambe amesema WHO kupitisha dawa hiyo ni ishara nzuri kwamba dunia bila VVU inawezekana. Nime mimi kama daktari daktari ambaye niko kwa practice nimepokea ili tangazo la WHO kwamba imepitisha pre exposure prophylaxis kwa ajili ya HIV nimeipokea kwa mikono miwili Kupitia hili tangazo naanza kuona nuru mbele kwamba dunia bila HIV inawezekanika na, na vile vile Tanzania bila HIV inawezekanika. Kwa hiyo ni nzuri, is a good turning point. Bado naanza kuona kwamba bado kuna kuwa na jitihada nyingi ambazo zitakuwa zinaendelea, itafikia pointi kwamba sasa hata wale ambao wako na maambukizi tayari dawa itapatikana kwa jitihada hizo ambazo zinaendelea. Na kwa hili Tanzania naomba ilipoke kwa mikono miwili, pamoja na kwamba bado haijapitia kwenye vyombo sahihi vya kwa ajili ya kurahisisha kwa, kwa ajili ya kusajili ianze kutumika Tanzania, lakini ningeiomba wizara, ningeiomba serikali kupitia wizara ifast track Yani, kukubalika kwa hii dawa ili Tanzania ianze kutumika immediately, itatusaidia sana hasa sisi wengine we ambao tu katika health practice ambao tunaingia tunafanya sajare tunakutana tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, na, na changamoto nyingi sana za wagonjwa ambao wengine wameathirika na kivile. Kuna makundi maalum ambao yako prone, ambao prone, yako prone kupata maambukizi kwao. Hii dawa ikianza kutumika Tanzania itakuwa ni hatua njema sana, itakuwa hatua moja nzuri sana na ikianza kutumika vivile iende sambamba na kuelimisha watu umuhimu wa hii dawa. Tutaomba vyombo mbalimbali, waandishi wa habari, radio television, kila aina ya vyombo vya habari itangaze kwamba kuna dawa ya namna hii. Sio lazima watu wa medical, watu wa medical ile kachukua muda mrefu sana. Watu Tanzania nzima wakawa aware na, na, na, na uwepo wa hii dawa ambayo ni pre-exposure prophylaxis. Dawa ambayo ukishachoma unachoma mara mbili kwa mwaka. Unajikinga, unachoma mara moja unajikinga kwa muda wa miezi sita. Kwa hiyo itakuwa ni ya msaada mno, watu wakipata, yani wakiona nafasi ya kupata hii dawa, tutakata ile chain kwa kiasi kikubwa sana, chain ya maambukizo yeah. Kwa hiyo mimi nafikiri ni jambo zuri tu yeah, yeah. Mtaalamu na mshauri wa masuala ya afya, Dr. Elisha Osati amesema hiyo dawa ambayo imekuwa ikifanyiwa utafiti kwa kipindi kirefu kuanza kutumika ni hatua kubwa katika sekta ya afya. Uh, hii dawa mpya ambayo imekuja HIV imekuwa ikifanyiwa utafiti kwa muda mrefu na imekuwa ikipata wanasema provisional approval, lakini kwa sasa imetoa approval hiyo ya, ya kuweza kutumika na ni dawa ya sindano ambayo itaondolea wagonjwa muda, yani kumeza dawa kila siku. Kwa hiyo unapata sindano moja, nadhani inakaa baada muda, afu ndio nachoma nyingine. Kwa hiyo uh, kwanza ni muhimu sana hiyo dawa kupatikana kwa sababu itasaidia sana. Unajua kuna kitu tunaita pill burden yani, e, vidonge vile kumeza watu wanapata tabu sana e, kwa ni jambo zuri ambalo limekuja, lakini pili tunaamini pia itasaidia kushusha zile, zile tunasema viral load, yani kiwango cha cha, cha, cha, yani itafubaza HIV pia eh, mapema. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri kuingia kwenye, kwenye policy au kuingia kwenye, kwenye matibabu na tunaiangalia kama opportunity. Kwa hiyo tunajua baada ya muda itakuja pia upande wetu, kwa sababu bado ni kule kwao imekuwa approved, lakini itakuwa bado ni expensive, lakini nadhani kupitia serikali pia nadhani itakuwa inafuatilia kuweza kuangalia namna gani wagonjwa na wetu pia wanaweza kaingia kwenye kwenye hiyo program kuweza kupata hiyo dawa. Hiyo ni muda sasa nadhani ambao wataweza ku afford eh, wata afford, lakini ni lazima iingie kwenye, kwenye mfumo wetu kwa maana kwamba Eh, mamlaka eh, ya, ya chakula na dawa hapa kwetu eh, TMDA na wao watakao wairegister yani wa, waisajili hiyo dawa ili sana na sisi pia tuanze kufuatilia kuangalia, je, hii dawa ina shida yoyote hapa kwetu, alafu baada hapo sasa ingie kwenye matumizi, na kama watu wanaanza kuitumia waitumie, na naamini itasaidia na italeta tija kubwa sana katika matibabu ya HIV pamoja na kwamba dawa tulizonazo sasa zimeleta mapinduzi makubwa sana kwenye, kwenye ugonjwa wa HIV, lakini nadhani hiyo ya sindano itakapokuja itakuwa ni rahisi sana. Sindano moja unakaa, baada ya muda unapewa sindano nyingine ina, ina, na, na, na kusaidia wagonjwa wetu na kuimprove maisha yao sana sana.